ACT e, Wazalendo, naona dogo Mfaume amewachangamsha eh, hata wale waliokuwa hawataki aje wamechangamka, au sio? Safi sana. Kwanza ni washukuru sana, najua hali ya hewa ya leo haikuwa nzuri sana toka mchana tumekuwa na mvua, na sasa hivi mnaiona imetinga tena. Tumekuwa na mvua kubwa sana, nimetembea maeneo ya Katubuka, Machinjioni, kuna madhara makubwa sana ya mvua hii ambayo imenyesha leo. Kwa hiyo mazingira yetu ndio hayo, sababu tuko Kigoma. Kigoma ni eneo ambalo ina mvua nyingi sana, kwa hiyo kilichotokea ni sehemu ya hali ya halisi ya kimazingira katika mji wetu. Lakini nyinyi ambao mmeweza kukubali kutojali mvua na kuweza kuwepo hapa kwa ajili ya mkutano huu napenda kuwashukuru sana na Mungu awabariki wa sana. Lakini pia nitoe shukurani zangu za dhati kabisa kwa mara nyingine kwa wanawake wa ACT Wazalendo katika jimbo la Kigoma mjini kwa kunisindikiza leo kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya chama chetu ili niweze kuwa mgombea ubunge kupitia ACT wazalendo katika jimbo la Kigoma mjini. Nawashukuru sana ndugu zangu, ninafahamu tumepita kwenye nyakati ngumu sana ninafahamu kwamba mwaka elfu mbili na kumi na tisa tulivurugwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka elfu mbili na ishirini kama alivyoeleza mzee Mambo hapa, tuliporwa ushindi kwa, wabu, kwa mbunge wa bunge na madiwani mwaka elfu mbili na ishirini na nne pia tukaporwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa lakini imeelezwa vizuri hapa na watu ambao wametangulia, na hasa imeelezwa kwa ufasaha zaidi na makamu mwenyekiti wa chama wa taifa mstaafu ndugu Shabani Mambo kwamba tumegongwa na nyoka mara tatu, elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na nne Tusikubali kugongwa na nyoka mara ya nne, mara tatu inatosha, au sio? Hatutakubali tena katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Nimechukua fomu kuomba ridhaa ya chama kuwa mgombea wa bunge katika jimbo hili na kuwa mbunge baada ya tarehe ishirini na sita Oktoba katika jimbo hili, kwa sababu ninaamini watu wa Kigoma mjini na watu wa mkoa wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla wanahitaji sauti madhubuti ya kuwatetea ya kuwasemea na ya kuwazungumzia, na sauti hiyo bado Mwenyezi Mungu amenipa. Ninao uwezo, ninayo nia na ninayo sababu ya kuendelea kuwa mtetezi wenu, kama wana Kigoma mjini ya kuendelea kuwa mtetezi wa watu wa mkoa wa Kigoma na kuendelea kuwa mtetezi wa Watanzania kwa ujumla.